Naomba tusalimiane kwa kupungiana mikono namna hii mikono namna hii mikono namna hii mikono namna hii. Daktari Samia Oye, ameng'ana mbuya. Mheshimiwa mgombea wetu wa nafasi ya uraisi kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan. Waheshimiwa viongozi wa meza kuu tukiwa na mzee wetu mzee wa Sila, makamu mwenyekiti bara, tukiongoza na mtendaji wetu katibu mkuu wetu mama yetu Dk Ashalozi Migilo, nikitambua uwepo pia wa daktari balozi katibu mkuu mstaafu Bashiru na itifaki yote, assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nimekuja mbele yenu nikiwa leo na ujumbe mmoja tu. Uchaguzi ni takwa la kikatiba, na hatumchagui mtu kwa kabila lake, na wala hatumchagui mtu kwa dini yake, wala hatumchagui mtu kwa jinsia yake tunamchagua mtu kwa uwezo wa kutuunganisha na kutatua changamoto zetu. Tunapojadiliana juu ya mchakato wa kampeni kuelekea tarehe ishirini na tisa, tunapeana hoja kupitia ilani ya vyama mbalimbali. CCM ndio chama bora chenye rekodi si tu ndani ya taifa letu ya Tanzania bali na Afrika kwa ujumla. Nafahamu ndugu zangu, wana Mara, mnayo mahitaji. Kupitia ilani ya chama chetu yamebainishwa kwa kina na mgombea wetu atakuja kuyaeleza, lakini ombi langu ni moja tu. Unapokwenda kupiga kura tarehe ishirini na tisa, tafakari mambo ambayo yako mtaani kwako na uangalie chama bora chenye uwezo wa kuyatekeleza kwa matakwa ya sheria na taratibu zetu, kwa mujibu wa ilani za vyama vyetu. Hapa Mara wamesimama wagombea wa nafasi ya ubunge, wameeleza uaminifu wa Daktari Samia katika kufanya kazi ya kuleta maendeleo, hakuwabagua. Na mimi nilipata heshima ya kuwa mwenezi mstaafu, nilikuja hapa tulifanya mikutano mlishuhudia wenyewe kazi na fedha zizozileta kwa maendeleo ya mkoa wetu wa Mara. Nimekuja kuwaomba kwa unyenyekevu mkubwa, tarehe ishirini na tisa mapema twende tukapige kura. Unapoingia kwenye kile chumba cha kupiga kura, jua ya kwamba ukitiki kwa daktari Samia, haujatiki tu kwa sababu ni mwana CCM, haujatiki tu kwa sababu ni mwanamke bali umetiki maji, umetiki barabara, umetiki uwanja wa ndege, umetiki mashule, umetiki masomo. Kila jambo ambalo limeahidiwa daktari Samia ana uwezo wa kulitimiza. Naomba nimalizie kwa neno moja, mheshimiwa daktari Samia, mkoa wa Mara unajulikana kama kanda maalum, na huku wana mara wakisema jambo hili tunalifanya, wanalifanya kwa kitendo cha kuitikia wote kuja leo kukusikiliza. Maana yake Mara kura zote ni za Daktari Samia Suluhu Hassan. Naomba mlishuhudie na mwashuhudia wa Tanzania kwa kuona mikono yenu, wangapi wanaenda kumpigia kura Daktari Samia Suluhu Hassan? Lakini pia mheshimiwa daktari Samia, hapa ndio mkoa wenye wabunge wanne wanawake wa majimbo maana yake wanawake wa mkoa Amara, wa Mara wametolewa kimasomaso na Chama cha Mapinduzi kupitia kura za maoni na vikao, mmepata wakinamama wanne wanaingia jimboni wa, wanaingia bungeni wakitokea kwenye majimbo. Wakina mama jipigeni makofi mengi sana. Najua ndugu zangu wapo na hapa, wapo na mwingine. Leo rafiki yangu kanipigia simu kwamba unaenda Mara, nikamwambia ndio. Nyinyi mmeamua kutia mpira kwa pani, si tunaendelea Naomba muambie Mara siyo ya miaka ile ya kukatana mapanga. Mara sio ya mauaji. Mara uchaguzi unatumika kuwachagua viongozi kwa ajili ya kumpata kiongozi anayekwenda kuleta maendeleo. Wangapi watalinda amani ya mkoa wetu wa Mara? hebu naomba mikono iongezeke. Wangapi watalinda amani ya mkoa wa Mara? Wakiwaambia msiende kupiga kura, waambieni tunaenda kuchagua maendeleo. Wakiwaambia msiende kupiga kura, waambieni tutakosa maendeleo. Wakiwaambia msiende kupiga kura, waambieni mnajua wema, uaminifu wa Daktari Samia na ndio maana mnaenda kupiga kura. Asanteni sana wana Mara, na mimi nikuombe, mwenyekiti wa mkoa amesimama hapa profesa, na amesimama kaka yangu hapa Waitala, mimi naomba nikuambie mwenyekiti wa mkoa wa Mara, sijatumwa na mwenyekiti wa mkoa Arusha, lakini nakuhakikishia, Arusha tutaongoza kwa kula nyingi kuliko Mara. Kuna watu wanaobisha hapa, hebu yeah, wanaobisha, naomba nione mikono yenu. Kwa nyinyi mtaongoza kuliko Arusha? Yeah, mtaongoza mara kuliko mkoa wa Arusha? Yeah, mkoa mnaotoka mie? Yeah, basi kama ndio hivyo, tukutane kwenye sanduku la kura tarehe ishirini na tisa na kila mtu atafute watu mia moja ili mtushinde sisi wa mkoa wa Arusha. Asanteni sana.